Habari, karibu katika chaneli yetu ya Jifunze kuogelea na Swim Guru. Uko nami Swim Guru, Abdi Abdi Abdi Guru. Ni mwalimu wa kujifundisha kuogelea aliyeidhinishwa kimataifa kutoka nchi mbalimbali ikiwemo Afrika Kusini na Mashariki ya Kati nchi ya Oman. Nini dhamira yetu ya kuanzisha chaneli hii ya Jifunze kuogelea na Swim Guru? Ah, dhamira yetu ni kuhakikisha kutoa msingi bora wa usalama wa maji na elimu ya kujifundisha kuogelea kwa rika lote ikiwemo watoto, watu wazima na pia watu wenye mahitaji maalum Kingdom. pia vile vile ni kutunza fukwe zetu kama unavyoona hapa katika kisiwa cha Toten Island na usalama wa mazingira ikiwemo bahari yetu. Uh, dira yetu ni kuhakikisha tunatoa elimu bora ya kujifundisha kwa kuogelea kwa kutumia lugha ya Kiswahili na pia kuchangia kuhakikisha kutunza mazingira yetu ya bahari na ufukwe zetu. Jiunge nami katika chaneli yetu kupata video mbili kila wiki za kujifundisha kuogelea kuanzia jinsi ya kupumua, jinsi ya kuelea na jinsi ya kusonga mbele ya kwa kutumia mikono miguu ukiwa katika ndani ya maji na maanisha kuailia. Asante sana na nashukuru, na, na tutaonana hivi karibuni. Jifunze, ogelea mafurahi SwimGuru.